Kwamba mtu akizungumza kwa Tanzania hii ah, lazima sawa. Sasa nimekuja mwenyewe hapa, mna uhuru, sina polisi iko mimi, nawatumisha hapa na uhuru kabisa. Tuzungumze kwa ufupi. Ninazungumza miguu inagongana, japo mnaniona nimesimama, kwa sababu tunajua Tanzania leo, once you speak it, you will be in situation ambayo unakimbilia kifo Yaani unapozungumza unakimbilia kitu. Tunaogopa hata kuzungumza, tunaogopa hata kusema. Sasa kama mnatufanya tuogope kusema, utajuaje mimi nina kinyongo? Tunawaomba vyombo vya mamlaka, najua hizi ni jitihada na njia za kutafuta kujenga, muangalie namna ya kuboresha pale ambapo mnaona kuna tatizo. Msifumbie macho tafadhali, tunaomba msifumbie macho. Nasikia ni wageni hapa atamakoe. Hii nchi ni ya kwetu wote, kama kutishana hapa hataatama ktishana weaoiaktisha wewe, kama una zungumza tena Mtaka, haya mambo tusiporekebisha tunazama. kama kuna vijana hapa asante hey. Wengi wanaogopa kuzungumza, ndiyo wanaona kelele zimekuwa ni nyingi, na ukiona kelele ni nyingi, hilo ndio tatizo lenyewe kwa hiyo tatizo la kwanza ndio hili hapo kwamba mtu akizungumza Tanzania hii ah, lazima sawa. Nyingine sisi vijana tunahitaji kuandaliwa mazingira ambayo kijana anapochukia, anapojitafuta basi apewe nafasi ya kuendelea kujitafuta. Viongozi mnatutengenezea sio uoga tena bali ujasiri. Utaniua leo, utaniondoa, aliyeko nyuma yangu atavaa ujasiri wangu, na baadaye kitatokea kitu gani? Ninaongea, nimeshasema, miguu yangu inatetemeka, sijui kesho yangu, namkaji japo unasema ongea ongea ongea ongea, unaongea ongea ongea, kwa sababu unakuwa ofisini kule. Ukishasikia noki, utaanza free noki, free noki. Baada ya mwezi mmoja tumeshasahau hizo habari habari. E Mungu wangu, tusaidie.